Uh, sasa inakuja swala la Ally Kamwe. Ally Kamwe amekuwa ni mmoja watu wa watu waliosaidia kuchangamsha mpira wa miguu baada ya Haji kuanzisha ule moto, Haji Manara, kuanzisha moto ya Haji. Alifanya kazi kubwa akiwa Simba, akaenda Yanga akafanya kazi kubwa, lakini akasimamishwa kutokana na kutofautiana na rais. Na hata hilo ukiliangalia la, la Haji na rais, wa rais Kalia lingekuwa linachunguzwa sana basi lingetuletea uamuzi tofauti na ule wa kumsimamisha Haji peke yake. Sasa Ally Kamwe katika moja ya komenti zake kwenye ukurasa wake wa Instagram aliandika kuhusu aa, mjadala ambao ulikuwa unaendelea kwenye vyombo vya habari kuhusu kasoro za waamuzi, na akasema kabisa kwamba wa vyombo vingi vinajadili hizi kasoro na vingi vinahusisha kasoro hizi na moja kunufaika. Kwa hiyo ni vizuri mamlaka za futbol zikachunguza swala hili na kuja na jibu. Of course, Ally Kamwe ni Yanga kwao, anaposema hivyo anaitumu Simba au ama anaitumu timu ambayo kwa wakati huo inapambana nayo katika ubingwa wa nchi. Hata ingekuwa ni, ni, ni Azam, Simba iko mbali sana. Angetoa kauli hiyo wakati ambao Yanga na Azam ndo anapambana kuwania ubingwa ingekuwa inamaanisha kwamba anaisema Azam kwamba ndio inanufaika na uamuzi mbovu tumii. Hiyo sio kitu kibaya kuomba mamlaka zifanye uchunguzi. Of course, kanuni zinataka viongozi ama watendaji wasijihusishe kwenye mijadala ya hadharani ya kukosoa uendeshaji wa mpira. Lakini hii sio uh, directly kukosoa uendeshaji wa mpira, bali ilikuwa ni kuzitaka mamlaka zichukue uamuzi wa kufanya uchunguzi na kuja na jibu, kwa nini kila baada ya mechi za raundi moja kunakuwa na uamuzi ambao una utata ambao unatawala vyombo vya habari kuliko hata mchezo wenyewe, kitu ambacho pia kinaondoa ladha ya mechi za mpira wa miguu, badala ya watu wa kujadili ustadi wa makocha, wachezaji, mbinu uliotumika kwenye mechi zilizopita, wanajadili uamuzi mbovu every week, uamuzi mbovu every week, uamuzi mbovu. Kwa hiyo alikuwa na hoja kwamba mamlaka zichukue hatua, lakini mamlaka hasa Tanzania Premier League Board yenyewe ambayo inaathirika na uamuzi mbovu haikuangalia hoja iliyokuwa inawasilishwa na Haji, badala yake ikaangalia ikaangalia ikatafuta kwenye kanuni kwamba kwa kusema hivi amekosea wapi. Lakini baada ya kumwadhibu haija, haija kuja na kwamba bwana alichokosea ameshapelekwa maadili, alichokisema kwamba sasa alichokisema tunakifanyaje? Alichokisema ni kweli, kwamba bwana maamuzi na vyombo vya habari vinajadili kila siku kuhusu uh, uamuzi mbovu, tunachukua hatua gani mpaka leo. Tanzania Premier League Board Atuja, haijatuambia kwamba ni uamuzi gani umechukuliwa, kile alichokisema kwa sababu usichukue kibaya ambacho kinamwathiri tu, uchukue na kizuri ambacho alikisema. Mpaka leo akijatolewa, hakija, hakija taarifa na uamuzi mbovu unaendelea, na ndio maana kumekuwa na gumzo kubwa la nani atakuwa mwamuzi wa mechi ya Ba, mechi ya ligi kuu baina ya Simba na Yanga kwa sababu haya maswala bado yapo yanasumbua watu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba Ally Kamwe alifanya makosa kwa sababu alizungumza criticism ambazo alijiingeji, kanuni inasema ukijiingeji kwenye mijadala ya public kuhusu kukosoa uendeshaji wa mpira then una unafanya kosa la kimaadili sawa, lakini umefanya kosa lakini kuna tatizo, tatizo kweli lipo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona na, na, na, na, na hiki ni muhimu sana kwamba, uh, mamlaka za football zisijiingize kwenye vitu vya kukomwana, kwa sababu sasa hivi kamati ya maadili inaonekana kama inatumika kama fimbo kukomoa watu ambao wanakosoa uendeshaji mpira ama uamuzi wa mpira wa miguu. Kwa hiyo isitumike kama fimbo, isitumike kama chombo, makusudio yale awali tuliyoanzisha mwaka elfu mbili kumi na mbili kwamba ije itatue matatizo ya kimaadili ambayo ni mengi sana, ni mengi sana, ni mengi sana sana, kuliko hata kosa la Ally Kamwe, kwa sababu hata kosa la Ally Kamwe lenyewe ni kwamba amefanya kweli, amejiengeji kwenye discussion hizo za public za kukosoa uendeshaji mpira, lakini kosa la kuvujisha habari zake ni kosa ambalo ni kubwa, na kanuni zinaeleza kabisa, kanuni za maadili, kwamba ni lazima privacy na na, yani iwe muhimu sana, kwamba adhabu haiwezi kutolewa kabla Ally Kamwe mwenyewe hajawa communicated na hiyo ruling, lazima yule aliyehukumiwa awe wa kwanza kupata taarifa ya hukumu yake, halafu baadaye ndo ende kwenye public, whether amefungiwa miaka miwili ama hajafungiwa, ile ukweli kwamba ameadhibiwa alafu Ahmed Ally akapona hiyo ni fakti ambayo haiwezi ikapingwa, kwamba kuna uvujishaji unawezekana ukawa wa makusudi wa taarifa za vikao vya kamati ya maadili. Na kama kuna uvujishaji huo, maana yake kuna ukiukwaji mkubwa wa maadili ya, ya, ya maadili ma, wa kanuni za maadili za mpira wa miguu kwa ni muhimu sana uh, hivi vitu vikaangaliwa kwa makini. Mmezungumzia kitu kama uh, kitu kama uh, kudeclare interest. Hakuna mtu ana declare interest mpaka leo. Yaani mpaka watu waojue ujue wachunguzwe aseme, wewe sio Simba kweli, wewe wewe sio Coastal, wewe wewe sio African Sports, ndo aje asema, ah mimi wananituma kwamba mimi Yanga lakini mimi ni African Sports. No, inatakiwa iwe kwenye kwenye kwenye kwenye maandishi rasmi kwamba mimi nashabikia African Sports kwamba kwamba bwana amepewa adhabu, atujamwadhibu miaka miwili tumemwadhibu, tumempa fine nikosa. Lazima vitu viende kulingana na na na taratibu kwa hiyo uh, kwa Ally Kamwe naweza nikasema kweli alikosea, lakini pia nimezungumzia ishu kama uh, code of conduct, kwamba Ally Kamwe alikuwa najua to what extent akitoa maoni yake yatakuwa ya yanakiuka kanuni za maadili, na hii inahitaji training ya mara kwa mara kwenye code, respect code of conduct za Uingereza. Kuna adhabu ya mafunzo, kwa maana huyu alikosea kwa sababu alikuwa hajui. Kwa hiyo huyu anapata mafunzo ya lazima ya kumwelewesha kuhusu code of conduct za shirikisho, ili asija akananii kwa hiyo mafunzo huyu mtu alikuwa anaelewa kwamba akizungumza akivuka hapa kutakuwa kuna ukiukwaji wa kanuni. Lakini pia la mwisho, uh, nadhani ni ni ishu ya hawa wasemaji kujua ni wakati gani anazungumza kwa niaba ya taasisi na ni wakati gani anatoa maoni yake binafsi. Ukiangalia katika suala la Ally Kamwe kuzungumzia uamuzi hiyo, ilitakiwa iwe ni, ni, ni, ni statement ya taasisi, ilikuwa huwo ni msimamo wa taasisi. Tumeona Real Madrid kule, Carlo Ancelotti anazungumzia tatizo la uamuzi, analizungumzia kwa niaba ya Real Madrid na na La Liga, wakaakti na, na kamati ya uamuzi ikaakti na akawaita na mpaka wakaomba audio za mazungumzo ya waamuzi ili wajiridhishe kwamba hakukuwepo na mpango wa kuihujumu Madrid. Inapokuwa ni taarifa ya taasisi kunakuwa na seriousness fulani, lakini inapokuwa ni taarifa ya msemaji maoni yake na yanazungumzia tatizo la uendeshaji wa mpira, hapo kunakuwa kuna tatizo kidogo. Kwa hiyo ni vizuri uh, maafisa habari wetu wakawa makini wanapohojiwa baada ya mechi wanapozungumzia kuhusu matatizo uh, hasa taasisi wanazoziwakilisha. Ikiwa unatoa mambo ya taasisi mambo ya, yako binafsi kwa niaba ya taasisi na yakagusa yaka kanuni za maadili, maanayake you are responsible for that comment na watakuadhibu wewe kwa sababu umetoa hayo maoni, sio ya taasisi. Uh, ningependa tu kuzungumzia mtu mmoja alikuwepo, alikuwa anaitwa Ezekiel Kimwaga, alikuwa msemaji wa Simba. Alikuwa hawezi kutoa maoni yake binafsi hata siku moja, anatoa maoni ambayo ni ya taasisi. Ni kama ni akosha, lazumu, ya kocha, lazima awe amezungumza na kocha akamweleza kocha, matarajio yao yake kwenye mechi inayofuata, mechi iliyopita na nini, anamkariri kocha, and hiyo ndio kazi ya maafisa habari. Wenyewe sio decision makers, wenyewe sio nani, wenyewe ni ni ni, ni kama mkanda wa kupitishia habari kutoka kwenye taasisi kwenda kwenye public. Kwa hiyo ingekuwa Yanga wamelalamika kuhusu aa, kuhusu uamuzi mbovu, then kungekuwa na, na barua tayari pale bodi ya ligi inayoonyesha kutorizishwa kwa Yanga na maamuzi ambayo yanaonekana kuifavor timu moja. Kwa hiyo hapo wangeitreat kama taarifa ya taasisi, kwa hiyo wanapo enda kujadili kitu kanaulizwa tu anajibu kwa niaba ya taasisi. That is not right. Kwa leo niliona tushe ya swala hilo ili tujue evolution ya kamati ya Olympic. I mean, kamati ya maadili imetoka wapi? Kwa nini tuliiunda? Mambo gani yanatakiwa afanyike kwenye, kwenye kamati ya maadili na kwa nini tunahitaji kuwa na kanuni ambazo zina, zina akisi utamaduni wetu matatizo yetu na na pia uh, role ya, ya, ya maofisa habari wa hizi klabu. Tusiwe maofisa habari wa vichekesho wavichekesho, tuwe maofisa habari wa kutaarifu jamii kuhusu uh, kuhusu mambo yanaendelea kwenye mpira na kwenye taasisi zetu. Lakini la mwisho kabisa ni ishu ya, ya, ya modern football, modern football, modern clubs siku hizi lazima ziwe na Uh, idara ambayo inaitwa fans engagement ni idara ambayo inawashirikisha mashabiki katika shughuli nyingi za klabu. Na hata serikali za nchi za wenzetu sasa hivi zinaweka sheria za kushinikiza klabu zione umuhimu wa mashabiki, sio wanachama, mashabiki. Mfano Uingereza, imeweka sheria kabisa kwamba uh, klabu haiwezi kabadili rangi ya jezi ya nyumbani bila kupata ridhaa ya mashabiki sio wanachama, so, so mashabiki. Kwa hiyo ni ni jukumu ni la la klabu kutafuta njia ya kupata konsent ya mashabiki ili wafanye uamuzi mkubwa, na hiyo ilitokana na ile, uh, suala la klabu zile, uh, kutaka kuanzisha super, super ligi ya, ya, ya Ulaya kwa sababu klabu nyingi sasa hivi ziko chini ya, ya umiliki wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara waliangalia pesa zaidi kuliko mashabiki. Kwa hiyo yu, ndio maana serikali ya Uingereza ikaleta muswada sasa, kwamba bana, hivi vitu vitawalazimisha kuna nini. Kwa hiyo klabu inapotengeneza uh, fan engagement department, ile klabu ile department ndo itakuwa na wajibu wa kuangalia tunawashirikisha vipi mashabiki. Hata maswala kama hayo, sijui unasema tunaonewa ukiyazungumza yale, wa mashabiki wakakuelewa, ukazungumza kama alivyosema uh, Alikamwe, na wale mashabiki wanakuamini, manake pale kunaweza ukatokea vurugu sana, ikiwa timu yake siku itapata matokeo mabaya. Kwa hiyo fast engagement pia itamlazimisha yule mtu ambaye na dili na ile department ajue ni kitu gani kibaya kukifanya, kabla ya mechi, baada ya mechi, ili kuepuka mizozo ambayo inaweza kusababishwa na mashabiki kutoelewa. Endelea kuangalia vipindi vingine vya Dimbani Konekti na vipindi vya taasisi ya habari ya The Chanzo kwa taarifa zaidi nyingine za michezo, siasa, uchumi na mambo mengine. Mimi ni Angetile Osiah.